Na Mwashumbe na Mwakideu, pia nilisikia mkilizungumzia swala hili asubuhi, uh, la unywaji wa pombe haramu ambapo kuna utafiti unaonyesha like 60% ya pombe iliyokuwa consumed mwaka uliopita ni pombe haramu. Mm. Na ni swala ambalo lina maswali mengi zaidi, mm. kwamba Wakenya is it that wako na stress sana, mm. ama wa Kenya, is it that hawana pesa na uwezo wa kununua pombe ambayo imepitishwa, ambao ni pombe ambayo inaruhusiwa kunywewa katika taifa la Kenya, ama is it that wale ambao ni wahusika wanaopaswa ku make sure kwamba pombe haramu hainywewi nchini Kenya wamelalia kazi kabisa, ama is it that kwamba hawajalalia kazi ila wanakula hongo sana, wanafaidi na pombe hii haramu? Mimi sijui, lakini yote tisa inaonyesha tu nchi ambayo haina mpango mm -hmm. wowote. Inaonyesha kwamba hatuna mpango, hatuna, hatuna tania ya kumaliza hiyo illicit alcohol. Huu utafiti pia unaonyesha kwamba mojawapo ya reasons ambazo zimefanywa watu wageukie pombe haramu ni ile tax inayotozwa pombe. Unapata kwamba tax imekuwa juu, kwa hivyo bei ya pombe ikaongezeka, kwa hivyo wale wanaoipenda ikawalazimu kugeukia vitu vya rais. It is very simple, ukitaka kumaliza pombe haramu hapa nchini Kenya, make alcohol cheap. Umesikia? Maybe nchi kama Tanzania maybe wanapiga kelele mm -hmm. wako na tatizo sijui la pombe haramu mm -hmm. ama nchi kama Uganda mm -hmm. because the alcohol is affordable mm -hmm. ile, ile, uh, yes, ile ambayo ni halali, ile ambayo mm ni halali -hmm. it is affordable mm -hmm. so when you make, or when you make it affordable mm -hmm. mtu ataona there's no need kwenda kukunywa illicit brew mm -hmm. lakini when it is na unakuta kwamba tusishikana kwamba hatujui kwamba hii nchi pia, mm -hmm. kuko na watu ambao wanapiga kileo mm -hmm. wapo, mm -hmm. ushaona, so just make alcohol cheap. Mm -hmm. when you make alcohol alcohol cheap cheap bila shaka illicit brews zitadedi, mm -hmm. kwa sababu tukiongea ukweli, mm -hmm. ni kwamba, kumbuka kuna yule mwekezaji ambaye anawekeza katika kutengeneza alkohol ambayo iko sawa, ambaye analipa ushuru katika taifa la Kenya unamfikiriaje kama serikali mwekezaji kama huyu, ikiwa unaruhusu bado pombe haramu inauzwa kwa wingi, ambapo inasemekana kwamba it was worth 204 billion Mm -hmm. ile pombe haramu mm -hmm. Sasa huyu ambaye anawekeza vizuri eh, you know, ana mashine zake, ana wafanyakazi wake, analipa ushuru, unamwazia aje ikiwa hauwezi kupigana na pombe haramu? Kwa mfano mm -hmm. we unamwongezea tax tu eh, na yule ambaye ni pombe yake haramu halipi tax, you know, anatengeneza tu haramu, haramu kule anatengeneza mabilioni ya pesa because ukiangalia half a liter half a liter of alcohol in this country it is more than 250 shillings when you go to Tanzania and Uganda it is less than 100 bob ushaona so unakuta kwamba how many people can afford 250 50 kwengina utapata 300 400 and above how many people in this country unaweza kuafford half a liter eh mwanusu

watu wataingia tu katika changaa zao, mm -hmm. Wataingia katika busaa yao, wataingia katika mbangara wao pasha, you know, wataingia katika pombe zingine ambazo wazieleweke hapa nchini Kenya mm -hmm.